Siri ya sumaku ya nyota. Amani na Juma walicheza sebuleni. Amani alikuwa na sumaku ya jokofu yenye umbo la nyota. Hii hufanya nini? aliuliza Juma. Amani alikaribia kijiko cha chuma. Aligusa kijiko kwa sumaku. Kling! Kijiko kilishikamana. Inashika, alishangilia Juma. Halafu, walijaribu gari la plastiki. Juma alishikiza sumaku kwenye gari. Lakini hakuna kitu. Gari lilidondoka chini. Mama alicheka na kuja karibu. Sumaku hupenda chuma tu, mama alisema kwa upole. Huvuta vitu vya chuma. Lakini haivuti plastiki au mbao. Hiyo ndio siri ya sumaku. Juma alikunja ngumi kwa furaha. Sasa walijua siri.